Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nawaletea sehemu ya tatu ya kijana Seleman. Sehemu ya pili tumeishia pale ambapo binti Suzan amekuwa akielekea, ambapo boss John amekuwa akimhitaji, wana maongezi baina yao wawili. Sasa leo tunakwenda kufuatilia kipi kilichoendelea wao kukutanana. Msikose kusubscribe na comment ili tufuatilie mkasa mzima. Karibuni, naam. Binti Susan alipojiandaa na kuelekea katika mjengo wa hotel kukutana na bosi John ili waongee mazungumzo yao yamekuwa kama baina ya hivi. Alipofika alimkutana John akimsubiria na kumwambia vipi mrembo. Ndio Susan akamwambia poa John, "Niambie sasa unataka nini na shida gani?" Ndio John akamwambia binti Samani, "Ila ninakumbuka nimetokea kukupenda sana." Ndio Susan ameshangaa sana na kumwambia John, "Kwani John, wewe si bosi wa Selemani? Eh, si rafiki yako? Ni mume wangu, unaona siwezi nikamwacha, maana tumetoka naye mbali. Ndio John akamwambia e, mrembo, usijangaishi bure, maana mimi zile mali zote ambazo Selemani mume wako unamona nazo mimi ndio nampa sasa. Nikimnyang'ana je, utaenda wapi? Eh, tutarudi maisha yako kijijini, na sema atakuacha, tutafuta mwingine mwanamke. Ndio yule bibi Suzana anamwambia, hata kama wewe bosi wake, hata kama una hela, lakini ukumbuke leo ni mume wangu. Sasa ninamwambia leo nikimsaliti, nitaishi maisha gani ambayo nitaishi na laana? Wazazi wangu wanajua niko kwa Selemani, sasa leo waosikie niko kwa John, unaona kama ni tabia mbaya, na wewe ni rafiki yako. Akamwambia, bibi usijali, mimi nakupatia maana mimi mimi ndo boss wake eh, na tangu leo nataka nikupe milioni saba ha, milioni saba, na milioni ili uhakikishe ende msalo. Ah, ule bibi Suzana ameshangaa kumboka wazazi yake kule sana, akasema basi basi basi, John, tuachane na haya ninajua kwa ila mara mara kidogo kidogo tunaongea ioni saasangiioni sabawaieloni a

mpenzi ndio John akafurahi sana, akamwambia poa mpenzi sawa, mrembo, usijali. Ndio tunamwona Susan amekuwa ni mwenye tabasamu sana, sasa alipolala. Lakini mume wake Selemani, yeye amelala sana. Ilipofika majira asubuhi akamfukuza akamwambia, toka hapa we chizi we, uende zako huko. Kumbe yule chizi amekuwa akiwafuatilia sana Suzan, kila kitu anachokifanya anachokifanya, ila e Suzan, kwa kama chizi japo ni mzima, amejifanya msazi, eh, ila amfuatilia Suzan kitu chochote anachokifanya. Hata Selemani pia alikuwa lakini kwa kwa ni mzima amekuwa akimfuatilia mke wake, ndio ndio Suzan. Sasa Selemani alipoamka anamkuta yule chizi kwa chizi kumlango, akamwambia, vipi chizi, unataka chakula nikupe? Ndio chizi akamwambia, ndio boss, nipe chakula. Akamletea chakula akakula. Hapana, wewe ni chizi tu, utaniambia nini wewe mke wangu? Mimi namjua, acha afanye unyama kama huo. Eh? Sawa, basi msazi akamwambia, sawa boss, usijali, mimi na ushahidi wote ukitaka nitakuletea. Jioni Selemani akamfukuza yule msazi. Sasa kipindi yule msazi anaenda zake, ila Selemani aliingia ndani na mashaka, akasema kwamba, huyu msazi mbona anajaribu kuniambia mambo kama haya? Eh? Sasa siku zingine si yeye, maana huyu mke wangu si muhimu, siku si muamini, amini si mkubali, ila akapuuzia akasema, hapana yule ni msazi tu analala kwake. Sasa siku zimeenda miaka kasonga mbele tunakuja kumwona bosi wake mbandi, bosi wake wa Selemani na yule binti Suzana wakiwa kipendana sana, wakinjoy eh, wakifanya mambo yao huko ya mapenzi. Na siku moja yule Selemani alipoelekea zake akakutana na yule msazi. Yule msazi akamwambia, vipi bosi? Yule Selemani akamwambia, poa msazi. Mimi naambia unachezwa gani tena mtaa, unaambia mke wangu? Akanambia, hapana, mimi ni mzima. Ah, Selemani alishangaa akamwambia, wewe ni mzima kivipi? Wewe ni mzima? Akamwambia, basi twende pembeni tutakatipe tutaikata kunye nituongee nitakuelekeza kila kitu na nikueleweshe. Ndio wamefika katika mgawa umoja walipiga story, kisha msaza akamwambia boss, mimi ni mtu mzima sana kwa. Ah, kambia, eh, vipi, sasa mzima, na akili zangu na nina busara kwako. Suleimana akashangaa Wanafika kijijini wameniambia kama wewe ndio ulimuoa. Ndio, Selemani akasema kama ndio ule msazi, mbona mimi sikufahamu? Maana mimi nimeishi na Ayub na huyu mke wa dada yako Suzana, nimeishi na kipindi kirefu sana kijijini. Akamwambia, kumbuka kipindi fulani eh, nimewahi kukuona unakuja kuomba kumuomba Bi Suzana maji, unanikumbuka mimi toka, nikakwambia Suzana. Akasema, ndio nakukumbuka, ndio wewe. Wakakumbatiana pale, akamwambia ah na we sa vipi tena shemeji e, kwani vipi tena kinachoendelea, mpaka we ukajigeuza msazi, ili ukuja unaambia kama we msazi pana? Ni msazi kamba, hapana, mimi nikuga nimemwona dada yangu ambaye ndio Suzan, na huyo mwanaume ambaye ndio bosi wako wako wakipindana sana na wanapendana mpaka hivi eh. Na kama nimejifanya msazi vile, ni kwa sababu unielewe.